Ili tuweke watu madarakani wenye akili watakao kwenda kusimamia nchi hii ambayo Mwenyezi Mungu ameibariki sana. Ukienda kule kwetu Talime ni dhahabu, hii nchi ni nchi ambayo inatanza na itaipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. hii ni nchi ambayo ukienda kule Kabanga kuna nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza ndege na yanayotumika kutengeneza betri za simu, yanatoka Tanzania. Hapo kwenu Seru kuna madini ya yurani yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia duniani, lakini watu wetu ni maskini. Maisha ndiyo haya, mnaona wenyewe mnavyoishi. Ili tuwaondoe hawa watu, lazima tuwe na uwanja ambao unalingana, ili tupige mechi ambayo ni sawasawa. Lema ametumia e, muda ku- kueleza jinsi ambavyo tume inaundwa na watu wanaosimamia uchaguzi wa kodi Labda mimi niwape mfano ambao rahisi tu mtaelewa. Hivi leo Simba na Yanga wakienda kucheza mechi alafu Haji Manara akawa ndio refari hiyo mechi nani atashinda hiyo mechi? Hiyo mechi atashinda nani? Hata kama hakuna penalti mtu amechezewa rafu katikati, Haji mimi navyomjua atapeleka kutenga penalti kwenye kile cha penalti. Uongo kweli? Ndio huo uchaguzi ambao CCM anatulazimisha sisi tuingie, uchaguzi ambao lefa anatoka CCM, kamisa anatoka CCM, lazimeni anatoka CCM, unategemea nini hapa? Ndio maana uchaguzi wa nchi hii, tuliondolewa sisi bungeni, tumenyang'anywa mitaa yote, tumenyang'anywa kata zote, na bado umaskini ni mkubwa. Unaenda nchi kama kama Dubai, wanachukua maji ya bahari kama hii ya kwenu wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, wanaingiza kwenye mabomba, kila mtu ana maji. Lakini sisi tuna bahari hapo, watu hawana maji. Basi kama maji ya bahari ni tatizo, kwa nini tusichukue maji? Nchi hii imezungukwa na Ziwa Victoria liko Tanzania, ziwa Nyasa liko Tanzania, watu wetu wanakosaje maji miaka sitini baada ya uhuru? Maji yaliyoko chini kwenye nchi hii ni mengi kuliko yaliyoko juu ya ya uso wa wa dunia kuna kuna ile Kimbiji na Mpera pale Dar es Salaam walisema wakitoboa kisima kile Dar es Salaam itazama kwa wingi yomaji yomaji yomaji yomaji yomaji yomaji. Kwa wa maji iliyoko pale Kimbiji, lakini watu wetu hawana maji miaka 63 baada ya uhuru. Kwayo ndugu zangu, principle ya uchaguzi, wazungu walisema kama hakuna representation hakuna kufanya uchaguzi, kama hakuna uwakilishi hakuna kulipa kodi. Kwao tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye kampeni yetu ya no reforms